Baada ya kazi ni pumziko. Baada ya kazi ni pumziko la uwepo wa matokeo ya ile kazi, na hili ni pumziko kutoka kwa Pasta Andy Gunyu, linazungumza kuhusu pumziko sehemu ya kumi na tano bila shaka, baada ya kazi yoyote ni pumziko la uwepo wa matokeo ya ile kazi maanisha ni utawala wa uwepo wa ile kazi iliyofanyika wa matokeo ya ile kazi iliyofanyika. Matokeo ya ile kazi iliyofanyika ndiyo huitwa pumziko, yaani utawala. Kwa hiyo Unapozungumzia pumziko unazungumzia utawala wa uwepo wa yale matokeo ya ile kazi iliyofanyika unazungumzia utawala au mapenzi au mamlaka ya uwepo wa yale matokeo wa yale ya matokeo ya ile kazi iliyofanyika, ikimaanisha kwamba Pumziko ndiyo utawala wenyewe au ndiyo matokeo yenyewe ya kila kinachofanyika, ya kila kilichofanyika. Kwa hiyo pumziko ni muonekano wa ule uwepo wa yale matokeo ya kazi. Pumziko ni ule uwepo wa muonekano wa yale matokeo ya kazi ndio kwa jina huitwa pumziko ikimaanisha raha au utawala au mamlaka. Kwa hiyo pumziko ni mamlaka kamili ya uwepo wa matokeo ya kazi. popote pale ulipo, jinsi ulivyo katika muonekano wako huo ulio nao, popote pale ulipo, huo ni matokeo ya kazi ni uwepo wa matokeo ya kazi, jinsi hivyo hivyo ulivyo ni matokeo ya uwepo wa kazi ikimaanisha kwamba jinsi ulivyo hivyo ndio ulie pumziko. Jinsi ulivyo hivyo ni pumziko linaishi, ndiyo pumziko linatawala katika jinsi na kila jina la kuitwa kwako hapo ulipo, popote pale. Uwepo wa muonekano wako huo ni matokeo ya kazi na ndio maana umeitwa pumziko kwa jinsi na jina lolote ulilonalo popote pale ulipo, ikimaanisha kwamba popote pale katika jinsi yoyote kwa jina lolote kwa kuitwa kwako jina hilo ndiyo pumziko, yani uwepo wa matokeo ya kazi ile, ya kila kitu, ya kila kazi, ya kila mwonekano wa kila jina wa kila jinsi, jinsi ulivyo hivyo, wewe ndio ule uwepo wa matokeo wa kila kazi wa kila jina wa kila chochote katika jinsi yoyote ya kuitwa kwake, ikimaanisha kwamba jinsi ulivyo hapo ulipo wewe ni matokeo wa kila kitu kinachoonekana, kila kitu kisichoonekana, kila kitu katika uwepo wake katika jinsi na jina lake kwa kuitwa kwake. Ndio maana kwa jina umeitwa pumziko ndio pumziko huja baada ya kazi, ikimaanisha pumziko ni uwepo wa matokeo ya kazi, na wewe popote pale ulipo ndio sura ya matokeo hayo ya kazi ndio sura ya uwepo wa matokeo hayo ya kazi kwa jina moja pumziko, katika kila jinsi ya jina la kuitwa kwako, ikimaanisha kwamba popote pale ulipo, wewe ndiye uliye pumziko kwa kuwa umetambuliwa kwa sura ya uwepo wa matokeo ya kila kazi ya matokeo ya kila kitu kwa kila jinsi ya kuitwa kwake. Matokeo maana yake kwamba kila kazi imetoka kwako, kila kitu kimetoka kwako kila jina limetoka kwako, kila chochote katika jinsi ya uwepo wake kimetoka kwako. Ndiyo maana inaitwa matokeo, matokeo ya kazi. Kazi ilipotokea kila kitu kilipotokea ni katika mwonekano wako huo, ambao kwa jina umeitwa pumziko. Ni mtoto huyo ametokea kwako, ni baba huyo ametokea kwako ni taifa hilo limetokea kwako, ni kijiji hicho kimetokea kwako, ni chochote kile kimetokea kwako, ni kila kitu kilichokuzunguka katika jinsi ya kila kuonekana kwake kimetokea kwako Wewe uliyepo katika muonekano huu kwa jina pumziko, kwa kuwa una sura ya matokeo ya kazi umeitwa pumziko kwa kutambuliwa na sura ya uwepo wa matokeo ya kazi, wa matokeo ya kila kitu, na kwa jinsi hiyo wewe kuwa ndiye pumziko la kila kazi la kila kitu la kila chochote, ikimaanisha chochote kile katika jinsi ya uwepo wake kuwa ndiyo pumziko lako linavyoonekana kuwa ndio jinsi ya muonekano wako wa kila jinsi popote pale ulipo, wewe uliyepumziko unavyoonekana, ikimaanisha kwamba ndiye uliye, wewe uliye pumziko au ndio pumziko lako linavyotawala katika jinsi na kila jina kwa kuitwa kwake ni baba huyo, ndiyo pumziko lako linavyotawala katika jinsi ya jina lake baba huyo, ni mtoto huyo wako, ndiyo pumziko lako, ikimaanisha jinsi ulivyo hivyo unavyotawala katika jinsi na jina lake mtoto, ni mke huyo ni mume huyo, ni taifa hilo, ni dini hiyo, ni dhehebu hilo, ni kundi hilo, ni kila chochote katika jinsi na jina lolote, kwamba ni wewe huyo katika jinsi ulivyo hapo, unatawala katika jinsi na jina la kuonekana kwake unatawala katika kila jinsi na kila jina la kuitwa kwake, ikimaanisha chochote kile unachokiona, kwa kuwa wewe ndiye uliye matokeo ya kila kitu matokeo ya kila kazi, matokeo ya kila shughuli, matokeo ya kila mmoja, matokeo ya kila chochote, familia, ndoa, uungu, kabila, taifa, ndoa, uzao, uwepo wa kila chochote kile, we chochote kile ndiyo pumziko lako ikimaanisha, ndiyo mwonekano wa pumziko lako likiishi likitawala, katika kila jinsi na jina lake. Kwa maana moja ni wewe, jinsi hivyo ulivyo ukitawala katika kila jinsi na katika kila jina la kuitwa kwake. Ni mke, ni wewe unatawala. Ni mume, ni wewe unatawala. Ni chochote kile katika jinsi ya kuonekana kwake, ni wewe hapo ulipo katika jinsi hivyo ulivyo, unatawala au unaishi pumziko lako. Ndio nazungumza na wewe, naongea na wewe uliye matokeo ya kazi, yaani kwa jina pumziko, naongea na wewe uliye matokeo ya kazi, uliye uwepo wa matokeo ya kazi kwa jina lako hilo, katika jinsi moja ya jina moja, pumziko kwenye jina hilo unaloitwa, kwamba maisha unayoishi muonekano mwonekano wako ulionao hivyo hivyo ulivyo kwa jina hilo hilo ulilonalo hilo, ndio hivyo ndivyo matokeo au pumziko, jinsi ulivyo hivyo, mwonekano huo ulio nao, uwepo wa mwonekano huo ulio nao ndio pumziko linatawala, ndio pumziko linaishi, ndio mapenzi yanatawala, ndio mamlaka yanaishi kwa kuwa jinsi ulivyo hivyo, ndio sura ya matokeo ya kazi, ndio sura ya matokeo ya matokeo ya kila kazi ya kila mwonekano wa kila kitu, ikimaanisha chochote kile kilichopo kimetokea hapo au ndio matokeo au ndio muonekano wako unaishi pumziko lake ina, unaishi matokeo yake unaishi, kwa, unaishi mamlaka ya jinsi na jina lake kwa kuitwa kwake unaishi mapenzi au pumziko ya kila jinsi na kila jina ya kuitwa kwako ndio popote pale ulipo, wewe ndiye uliye pumziko. Uwepo wa mwonekano ulio nao hivyo ulivyo, ndio pumziko linaishi kwa kuwa pumziko linatambuliwa kwa sura ya uwepo ambao ni matokeo, kwa sura ya uwepo ambao ni matokeo ya kila kazi, ni matokeo ya kila kitu, na bila shaka jinsi ulivyo hapo popote ulipo, wewe ni matokeo ya kila kazi, ni matokeo ya kila kitu. Muonekano wako tu huo huo ulio nao, kila jinsi ya vile vyovyote unavyokuwa, wewe ni matokeo, ni matokeo ya kila kazi ya kila kitu ikimaanisha, kila kitu kimetokea hapo: mwanamume, mwanamke, baba, mama, taifa, familia, mbingu, dunia, wanyama, ndege, nyota, sayari, kila kitu katika jina moja la uwepo wake Andygunyu limetokea katika jinsi hiyo ya hapo ulipo katika muonekano wa sura ya uwepo wako. Uwepo wako ndio matokeo, mato ndio sura ya matokeo, na kwa kuwa ndio sura ya matokeo kwa jina ndio umeitwa pumziko, kwa kuwa ndio sura ya matokeo kwa jina ndio pumziko, yaani ndio umetambulika kwa jina pumziko yani raha, kwa kuwa vyote vinatokea hapo na kila kitu kuwa ni matokeo ya hapo, ikimaanisha ni wewe unaishi katika kila jinsi ya kuonekana sawasawa na kilivyotoka hapo ulipo Baba yako huyo, wewe mtoto, wewe mtoto umekuwa ni matokeo ya baba, ni baba alipotokea, ni mzazi alipotoka, naye huyu mzazi kuwa ni muonekano wako wewe, ni utoto wako wewe, unaishi katika jinsi na muonekano wa mzazi. Kwa hiyo hata wewe popote pale ulipo katika jinsi yoyote ile na jina lolote lile katika uwepo wako huo ambao ndio matokeo ya kazi matokeo ya kila kazi, matokeo ya kila kitu, matokeo ya uwepo wa chochote chochote, unachokiona chochote, kilichopo uwepo wa chochote kile katika jinsi ya jina lolote lile, ni uwepo wako wewe, ni jinsi ya muonekano wako wewe, unaishi katika jina na jinsi ya kuonekana kwake, ikimaanisha kwamba popote pale ulipo hamna tawala mbili, hauko wewe na mwingine, bali upo wewe ukiishi mapenzi ya uwepo wako, ukiishi pumziko la uwepo wako, ikimaanisha pumziko la uwepo wako likitawala katika kila jina na katika kila jinsi, kwa maana kwamba muonekano ulio nao hapo ulipo, ukitawala katika ulimwengu wote, ukitawala katika ulimwengu wote, ukipumzika katika ulimwengu wote, kwenye kila jina, kwenye kila jinsi ya kuitwa kwake, ikimaanisha chochote kile unachokiona uwepo wa chochote kile katika kuzunguka kwake, au katika uwepo wake, kwamba ni muonekano huu, ni pumziko lako hilo, linaishi linatawala katika jinsi na jina lake kwa kuitwa kwake ni pumziko lako hilo linatawala katika jinsi yake katika jina lake kwa kuitwa kwake. Basi leo hii inaishia sehemu hii ya kumi na tano inayoitwa pumziko. Usikose wiki chayo siku kama hii ya leo katika sehemu ya kumi na sita inayoitwa pumziko pia. Tazama somo hili na fundisho hili katika ukurasa wa YouTube pia kwa jina la pumziko au pumziko moja. Basi popote pale katika jinsi ya uwepo Pumziko la wa uwepo wako inaliachilia pumziko hili ninakupa pumziko la uwepo wako ninakupa pumziko, pumziko la uwepo wako ninakupa uwepo, uwepo wa pumziko lako pokea uwepo wa pumziko lako pokea pumziko la uwepo wako pokea pumziko la uwepo wako uwepo wa familia yako uwepo wa ndoa yako, uwepo wa uponyaji wako, uwepo wa muujiza wako, uwepo wa utajiri wako, uwepo wa ujenzi wako, uwepo wa kazi yako, uwepo wa taaluma yako, uwepo wa mapenzi yako, uwepo wa mume wako, uwepo wa mke wako, uwepo wa uzao wako, uwepo wa mchumba wako, uwepo wa familia yako uwepo wa kila kitu katika jinsi ya vile ulivyo popote pale, kwa pumziko lako. Pokea pumziko la uwepo wako popote pale ulipo, pokea pumziko la uwepo wako popote pale, uwepo wa kila kitu katika jinsi yake nimekupatia hapo. Pumziko na liwe kwako hapo popote ulipo.